Asante. Naona machozi yanatoka kwa mbali kidogo kama unaonekana. Kwa nini wewe ulifikiri ni ishu ndogo hii? Hii Yeah. Swala la kitaifa lilikuwa ujue kombe sio swala dogo. Mlikuja na matokeo mfukoni. Sisi ni wana michezo hatuwezi kuja na matokeo mfukoni, lakini tulikuwa tunajua simba inaweza. Ni kama mlitamba sana kuliko vitendo. Ah, kwa kutamba sisi ni lazima kwa sababu mchezo huwezi kujikatia tamaa, lazima utambe. Tulikuwa tunajipa matumaini. Tulikuwa tunajipa tunaweza, sio matumaini. Hata wewe mwenyewe nadhani umeona tunaweza hmm. E, lakini mtu kusema tu kumsemea mwenzie sijajua wewe mwenzangu wapi sasa? Tulichoferi. Mm. Si alichotuferisha tuferisha refari Mm. Refari ndo hakuwa fea kwenye huu mchezo na unacheza na refa? Tulikuwa hatuchezi, refa ndo refa yupo refa refa kwenye, refa kwenye mchezo, mchezo. Mm. Refa yupo kwenye mchezo na refa ndo aliye pewa karata ya kuamua. Maana unaposema mwamuzi, mpira huwezi ukacheza wachezaji bila refari, refari yupo. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa anatakiwa afanye maamuzi yake yaliyo sahihi, lakini refa hajafanya maamuzi sahihi kabisa. Kipi kifanyike? Kipi kifanyike kuhusu mechi hii? Kwa sababu viongozi wetu wa Simba wapo, kocha yupo, sisi mashabiki tupo tunashukuru kwa kilichotokea lakini viongozi wetu wenyewe wana maono zaidi kuliko sisi hapa hmm. Na kilichotuma zaidi sisi ni zile hujuma. Tunasema hujuma kwa sababu uwezi finali, atakiwa ubalance ukiwa kama coach, lefari watakiwa ubalance. Hii ni finali ilikuwa inatazamwa na watu wote, lakini mliwacheka wenzenu walipohujumiwa kule South Africa. Ah, Simba na Yanga ni watani kwanza hmm. Naomba hilo ulijue. Oh, no, Sin... wana haki ya kucheka hiki ambacho kimetokea natucheka lakini, wenyewe sisi tumewazidi mbali, kwa sababu kwanza sisi hata kama tumefungua hapa sisi bado ni tuko juu kwenye renki za CAF. Inaonyesha mlikuwa mkujipanga kwa ajili ya fainali, kwa sababu lengo lenu kubwa lilikuwa ni kuvuka tu robo fainali kwenda nusu fainali. Imekuja kama surprise, mmeenda fainali na hatimaye y fainali yenyewe inaonekana kabisa mlikuwa mkujipanga na mkutarajia kwamba mtacheza fainali na kombe, matokeo yake mmelikosa. Me ndugu mwandishi, kwanza unaposema hatujajipanga, sisi tulishazoea kuwa mwaka robo tumesemwa sana mwaka robo tumetoka, mwaka robo tumekuja nusu mpaka tumefika kucheza fainali mpaka kote huko, useme hatujajipanga? Tulijipanga sana, lakini nyuma ya pazia mambo mengi yamefanyika. Yote kwa yote, tunamshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa sababu waliofanya hivyo ni binadamu, na kama waliofanya hivyo ni binadamu, basi mambo huwa yanajirudia. Kama leo si tumeumia, si tumeumia, kwa sababu uwezo Simba tulikuwa nao, viongozi wametupambania, wamefanya kila kitu, lakini lefali mimi nalia na lefali wa kwanza, hawa wengine hawa siwezi kumwekea mtu asilimia mia, kwa sababu Mungu ndo anayehukumu Mungu, najua ili mkanda. Kama kuna mtu yupo katuchezea mechi yetu, mkanda utapita, ila refarii hakuwa fea kabisa kwetu. Aya, asante.